Ametoka shuleni eh? Ameketi madarasani pale pale Moi University mm -hmm. Amepiga Ame degree yake mpani. ya engineering bado, aha, anasota mtaani yule, yule ambaye ametoka pale KU akiwa ni daktari yule ambaye ametoka akiwa ni mwalimu paka sasa bado anasota mtaani mm -hmm. Unapata kwamba kuna mshikaji ambaye tumepatana naye tukua tuko nasari tunaelekea shuleni pale mpaka sasa yupo kazi. Kazini. Mm. alafu chengine cha kushangaza zaidi unapata serikali hii yetu, mtu ameserve serikali ya nani? Jomo Kenyatta. mm. mtu huyo, wow, huyo ameserve kwenye serikali ya Moi, mtu huyo huyo amekuja akaserve serikali ya Kibaki. ya Kibaki mtu huyo huyo mmoja alikuja akaserve serikali mm. ya Uhuru, mtu huyo huyo ndio ambaye anapewa appointment mm. katika serikali tena ambayo ipo kwa sasa, na unapata kwamba watu vijana generation imepanuka mepa, watu ni wengi, tunatafuta ajira, lakini serikali haijui kabisa, inajifanya mnazo, kwamba kila uchao na ukitembea kule nje mm -hmm. sio kwamba, kuna watu ambao wana qualify katika ile kazi. watu wana fit kufanya hizo kazi, kazi. Mm -hmm. cha kushangaza zaidi unapata kwamba serikali hii moja ambayo inajisahau kutafutia vijana ajira, umeona kila uchao inasema vijana wasome Tusome nini kama nchi haina kazi mm? Mm -hmm. Tusome nini kama nchi imezoea kutafuta kazi za kwenda nje yes. Ukisoma ukitoka pale university, uh -huh. Uende ujiajiri, uh -huh. So, ujiajiri kitu gani? Yule mtu ambaye anakuambia kwamba ujiajiri, yeye ndio ambaye mimi nimepinga nimepiga mlolongo asubuhi baridi hii ya Kwale unaiona kwenda kwenda pale kupishana na magari njia eh, zetu ni hizi za tabu, tabu sawa. Tunatoka asubuhi mapema saa kumi na mbili, tunakwenda pale kwa le primary, tunakwenda pale Uhuru Garden, tunapanga milolongo kupigia kura mtu huyu ambaye ananiambia kwamba mi nitafute kazi na yeye nimempatia kazi. Inakuwaje tajiri ama bosi aje atafute kazi pia? hmm. Hmm? wakati hmm. mimi nimekuajiri kama, eh, kama bosi wako alafu umerudi pale Kinyangarika chini unakuja, unaambia kwamba wewe tafuta kazi itafutaji? hmm. Wakati mimi nimekuajiri, inakuwa ni swali tata. mm -hmm. hmm. So unapata kwamba ni serikali nafaa tufikirie, unapata kwamba mtu uh, idara kwa mfano, chukulia ni idara ambayo inasimamia vijana hmm. lakini yuko pale ambayo inasimamia vijana, yeye ni mubaba mzima ambaye <coughs> pia umri unasema kwamba ni mtu ambaye anashughulikia mambo ya yeah, vijana, lakini mwenyewe ana miaka sitini hmm. kwenda mbele hmm. umeona ni mtu ambaye ameshikilia doket ya michezo. Michezo ni vijana ambao wanacheza pale, lakini ni mubaba ambaye eh, ako karibu kumaliza, ameshamaliza mileage, lakini bado yuko pale, amepewa nafasi. So nasema kwamba serikali yetu inafaa kuweka mikakati ya kufanya nini, ya kusaidia hawajenzi ambao sasa tunaangaika katika taifa la Kenya kutafuta ajira, umeona, lakini tukianza watu wanasoma kabisa hmm. Lakini tukianza kushtumu, tuseme kwamba vijana wa taifa la Kenya wamelala, wanatoroka kazi, hawataki hmm? vibarua hawataki nini? Sisi tumesoma bwana, au kama mimi na degree yangu nyumbani, nikuje nitafute kazi ya mjengo? Sikusomea mjengo mimi eh. Hali ngumu zinasababishwa na viongozi ambao tunawachagua sisi wenyewe katika taifa la Kenya, au sio? Mm. E kwamba uh-huh. Inapofika ule wakati ambao watu wanarudi tena katika lile debe. Yes, kabisa. mm. E, so tukuambie tu pale, ndugu msikilizaji, kwa sababu mi nasema kama ile nyimbo mm. e ya TMK ilivyosema kwamba umri unakwenda bwana, ukiangalia haujafanya chochote kweli. Wazazi wameuza leso, wameuza mbuzi, wameuza kila kitu pale mtaani kwenu mm. kwa sababu wewe usome, au sio? Umelala njaa, sisi wengine tumekuwa tukiingia klasi na zile sizipata, mm. shazipata, zile peremendo unazinunua kumi shilingi shilingi mm. unavuka pale feri na jichupa lako la maji, lakini kwa sababu unakwenda wapi ukatafute maisha mm. umepewa motisha na wazazi kwamba fanya bidii, mimi nimelipa school fees, au sio? mm. pale pale pia serikali nayo naona kwamba kuna vitu kama viendi sawa, wewe unanilipia school fees mm. kama serikali mm. kwa kupitia basari sindio? mm. lakini mbona mimi nimemaliza pale bado narudi tena naangaika. Hmm, au sio? Alafu unapata kuna mubaba pale pale nyumbani pale mtaani, hmm, nimemwacha miaka yangu ndio miaka yake ya kufanya kazi katika serikali, yeye alikuwa tayari ashaajiriwa. So tuangalie pia term limit ya wazee kuketi katika hizi ofisi za serikali tuipunguze, so that to create opportunity kwa vijana kuweza kufanya nini weza kupata kazi, kupata kazi direct pale, au sio? eh, wacha tuongee na msikilizaji pale. Temndo hizo pale 52 zimekatika. Msikilizaji baada ya saa 12 na mbili wa tuko katika ile awamu ambao inapofika mida kama hii kabisa, ndio kule barabarani tunasemezana moja, mbili, tatu na wale wenzetu ambao wa tayari wameabiri gari kwenda maeneo fulani kule. mm -hmm. na pia kuna wale ambao tayari wametoka kazini na kuna mwingine uh -huh. time kama ya ya sasa. Sasa. Mm -hmm. Eh, yeah, ana take shower pale eh, kwenda yes. kugeuza, kugeuza nguo kuelekea katika kazi zingine zile za kulinda doria usio mm -hmm. eh, kuna wale walinda doria wanalinda pesa pale kwa banki na no wengine wanaingia Uh, shifti za usiku kule maeneo ya prison sio? Wengine mm. wanakuita migingo, na kuna wengine kwa sasa pia wanaingia shifti pale OB pale sio? Pia kuna wengine ambao tayari mm -hmm. wanaingia pale maeneo ya eh, shule gani pale? mm -hmm. pale. Eh, wapi hapo mm, eh? Acha <laughs> <laughs> tu pale ndugu, hmm, msikilizaji, e sisi tunazama kidogo, tukirudi itakuwa ni wakati wa kuagana pale, ndugu msikilizaji, itakuwa ni Jack FM moja na sita nukta mbili, nguzo ya jamii, jamii jioni pale miite ma PhD.